Hapa nimeshare hii template ya Excel, ambayo nitaielezea kwa kifupi ama haraka haraka ili kwa wale ambao wanaitumia waweze kujua nini kinatakiwa kujazwa wapi na nini hakitakiwi kuwekwa wapi. Hii template itapatikana kwa wale ambao watakuwa ni wanafunzi katika masterclass ambayo tutaifanya mwaka huu. Kwa hiyo kama utabahatika, kwa sababu pia sitachukua watu wengi, tutakuwa watu kama 20 hivi. Kwa hiyo kwa, kwa wale ambao watabahatika kuwa katika hiyo masterclass itakuwa ni template ambayo nitaitoa nita bure na maelezo ndo kama haya na yatoa in advance, ili kila mmoja atakayepata aweze, aweze kuitumia. Sasa katika shiti ya kwanza imeganika katika shiti kadha kadhaa hapa, na katika shiti ya kwanza ni, tunazungumzia ni ile network ama uh, thamani ya kila kitu chako mali zako zote. Kwa hiyo hapa kuna liquid asset, kuna financial asset, lakini pia kuna total personal asset, vile vitu ambavyo ni personal kama gari, collectibles, laptop, simu na vitu vingine, lakini pia kuna non-current asset unajaza, alafu kuna total asset, lakini hapa chini kuna liability ambayo liability ni kama madeni, kama una madeni yoyote, bodi ya mikopo, madeni ya mtaani kausha damu madeni, madeni yale ya benki na madeni mengine madeni yote yani, kwa kifupi na yajaza pale, kisha yajaza pale itafanya mahesabu yenyewe, nimeifanyia automation. Kwa hiyo itatoana yenyewe, then itakupa total asset pamoja na total liability. Hizi zote unazoona hivi dash, kama hapa, ni formula. Kwa hiyo ikiwa ni formula haufai kuandika andika vitu hapa, ni kwamba unatakuwa unajaza figure sehemu yenyewe, ina inakupa total. Utaona kama hapa nikiweka kasa, unaona formula hii hapa. Kwamba hapo ni jumla ya kuanzia B ishirini na tisa mpaka B thelathini na tatu hmm. Hapo unaweza kujaza, hapo unaweza kuandika lakini hapo ni total. The same pia na hapa. Kwa hiyo utaona uh, kama kwenye checking account yako au saving account, tuseme labda na shilingi elfu moja na ukiweka hapo inajiongeza yenyewe hapa juu. Lakini tuseme labda cash na shilingi elfu ishirini umeweka laki mbili lakini it's fine. Uh, lakini utaona pale, wacha tutoe elfu ishirini utaona itakuwa elfu ishirini na moja Uh, lakini kwenye vitu vinginevyo labda imwekeza sijui akaunti akaunti gani za pembeni, labda tuseme una shilingi elfu tano taiweka pale, taona tayari imekupa jumla elfu ishirini na sita Lakini ukija kwenye vikundi huku, tuseme labda una shilingi ishirini, shilingi arobaini, shilingi tano na hela kama hizo, inajiweka toto yake hapa juu, ambazo hizi ni financial assets kama unamiliki hisa, unamiliki nini, zote zitaonekana hapa. Kama hisa zako za thamani labda milioni moja itakuwepo pale, kwa hiyo itakuwepo pale na mtoto yake inakuwa ya juu hapa. Lakini ukija kwenye personal asset, useme labda una dhahabu fulani pete, thamani ya laki mbili labda Uh, una gari labda la milioni tano. No, kuna gari la milioni tano, tuseme milioni kumi na nne pale. Kwa hiyo inakuonyesha kwenye total asset kuna shilingi uh, milioni kumi na tano. Lakini labda una credit, unadaiwa labda laki sita huku, kama laki sita tuseme, laki sita uh, ba kwenye others kuna kitu kama hiyo milioni mbili. Unajua wewe kuna mambo ya mortgage, lakini kuna personal loans; kuna kuna nadaiwa kama milioni tano, tuseme kwenye mkopo wa gari umebaki na deni labda la milioni kumi na mbili. Hivyo deni inakuekea jumla ya liabiliti zako, ama madeni yako inayaweka hapa, na ukija kwenye asset inakuonyesha Total asset milioni kumi na tano lakini total liability milioni kumi na tisa, ina maana una madeni ya milioni nne. Kwa hiyo ukija kwenye kuangalia hapa, unaona kabisa milioni kumi na tano kwenye asset, kwenye madeni na madeni zaidi. Tuseme umelipa, ili deni limepungua. Kutoka milioni kumi na mbili limekuwa milioni tano. Kwa hiyo utaona imepungua na imekuwa positive. Kwa hiyo hiyo ni upande wa net worth, lakini pia kuna upande wa gawio ambako hapa hapa chini hizi unajaza ni zile profit after tax za kampuni ambayo unamiliki kila inapokuwa inatoa. Hapa ni kama mfano wa CRDB, robo ya kwanza walipata faida ya bilioni 273 jumla. Alafu hapa yenyewe inakalkulate na kuonyesha jumla ya faida ya mwaka mzima Alafu hapa nimeweka ile polisi yao ambayo ni asilimia thelathini mpaka thelathini na tano. Kwa hiyo mara nyingi wanalipa asilimia thelathini na moja. Kwa hiyo asilimia thelathini na moja ya hiyo pesa ni shilingi milioni mia mbili ishirini na nne. Kwa hiyo nimeiweka pale, uh, lakini pia namba ya shea zao nimeweka pale. Alafu sasa eneo hiyo ambalo unatarajia kulipata kwa kila hisa nimeiweka pale, ina maana inajikalkuleti yenyewe inakuwekea kwamba shilingi ngapi. Kwa hiyo unaona pale ni kama shilingi 86 hivi au 85. Kwa hiyo in between 80 mpaka 85 hapo, inajiweka. Hizi zingine huko itakuwa ina napiki yenyewe wakati unajaza information huko mbele inaleta hapo, utaona maelezo ambayo nitatoa mbele. Uh, ukija hapa pia the same inayo itakuwa ina vifaa information ambazo

ukija na jatu nadhani mia mbili kombozi yuko kwenye elfu nne na mia mbili, hizo ndo bei za sasa soko. Kwa hiyo utakuwa na update bei hapa, bei yenyewe itafanya kazi yake. Ukija hapa sasa, hii tayari ndio stock sheet. Hii ni ya kwanza ambayo ni ya CRDB. Hapa tutaweka tarehe, tarehe ya leo ni

kwenda kuangaika kuangaika naka yenyewe uh, ita, ita calculate fees, alafu, alafu ita update kwenye list yako. Kwa hiyo hapa haujazi chochote wala hapa haujazi chochote wala hapa haujazi chochote, chochote. Kumbuka hii ndio ile ambayo tuliweka kule, ndio ile ambayo tuliijaza. Hapa ni summary hii. Kwa hiyo update hapa na update na kwenye sheet zote za makampuni husika. Then, hapa ina calculate yenyewe inakwambia market value kulingana na bei ya leo sokoni ukitaka kuuza na maana utapata hichi. Kama utapata hichi faida yako ni hii ambayo ni sawa na asilimia kumi na tisa. Na mimi mimi naonekana vizuri hapa asilimia kumi na tisa. Kwa hiyo hivyo ndio utakavyokuwa unajaza. Kwa hiyo siku yoyote uh, wakati wowote ukinunua hivyo ndio utakavyokuwa una, una update muda wowote naweza ukaja ukajaza tena labda la, leo ni tarehe tano sijui nane tarehe nane ishirini na sita ina hisa elfu kumi kwa bei si, ya shilingi elfu mbili mia nne thelathini imeweka pale, kwa hiyo unaona ndio kiasi tulichokitumia, jumla ya makato pamoja na gharama ile ya kununua, total cost ndio hapa. Lakini ukija sasa kwenye market value kulingana na bei ya leo ambayo ni update kwa yenyewe, ndio thamani ya ule uwekezaji wetu. Tuna hasara ya kama laki nne ambayo ni kama shilingi asilimia mbili. Kwa nini? Kwa sababu kujumlisha makato na ile kiasi tulichoweka hayavuka bei ambayo tumespendi tume, tume kununua hizo hisa. Ayo inatuonyesha wapi tuliposimamia. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na shiti kama hii kwa sababu itakuwa ni mwongozo. Ziko uh, sehemu nyingi sana za kujaza, kwa sababu najua watu wengi wananunua kidogo kidogo kwa muda mrefu. Uh, na ukiona zimekaribia kuisha ama zinakaribia kujaa, na unakuja chini huku nimeweka karibu hamsini themanini hivi karibu themanini Kwa hiyo ukiona zinakaribia kujaa, unakuja hapa. Nadhani inaweza ikawa tofauti kidogo kwenye laptop unayoitumia, ila ya unayo itumia ya kwangu, unakuja hapa unaweka kamshale yako hapa pembeni, inaonekana vizuri Utakuja hapo, sio hapa, sio iwe hivi, sio iwe design hii, iwe hivi kama inavyoonekana hapo kamshani, then uta right click. Unaweza uka, uka scroll sasa hivi, hiyo chumba hivi ni vinne, tuseme vitano, vile ambavyo uta highlight ndio ambavyo, idadi hiyo ndio utakuwa unaviongeza kwa. Baada ya hapo uta right click, utasema Insert. Ukishasema insert ni kwamba tumeongeza vyumba kwa idadi, kwa idadi hiyo. Utaona hivi ambavyo ya vina formula hapa vyote tumeviongeza. Kwa hiyo ili hizi formula kama zilivyo ziweze kuapply katika hili eneo, tunachokifanya hapa una highlight kwa juu hapa, hakikisha sehemu unao highlight formula zote ziko sawa baada ya kuhighlight kama hivi kuanzia hapa nimeanzia hapa mpaka hapa, mwisho, sababu hapa ndio kuna formula. Kwa hiyo baada ya kuhighlight hapo una scroll down mpaka tisini tumeongeza vyumba 5 lakini chini hapa, hii ni jumla hii ya zile hisa ambazo umenunua. Hii ni masuala ya bei, hii ni gharama ile makato ambayo umeshakatwa jumla yake. Hii ni gharama ya ile ambayo umetumia mpaka muda huu, lakini hapa kuna total cost, ambayo inakuonyesha sasa gharama zote ambazo umetumia ambayo ni sawa na hii. lakini pia hii inakuonyesha uh, thamani ya ule uwekezaji wako kwa leo kwa sasa kwa tutaona hapa inakuonyesha aidha una faida ama una hasara. Sasa ukiangalia katika hii kesi hapa tuna hasara ya laki moja, na kwa sababu gani? Kwa sababu kuna zile hisa nyingi zimeinua hapa kwa bei ambayo ni ya juu kidogo. Tutataka tuwe na faida pale, taweka mfano hapa kuna hiyo, sema tununua elfu mbili mia mbili na ishirini na tuweke tununua, sema elfu mbili mia mbili kwa hivyo naona na imebadilika na na hapa tayari na imekuwa ni profit, na hata tukija chini hapa tunaona tuna profit ya 14 ambayo ni milioni 3 laki mbili sabini na sita elfu. Kwa hiyo hizi peji ama sheet za namna hii ziko tano. Kwa hiyo hapa ni CRDB, unaweza ukabadilisha ukaweka kampuni yote ambayo unamiliki uh, lakini ukija mbele hapa kuna TBL na yenyewe nimeiweka, unaweza ukabadilisha jina double-click, then unaandika ile kampuni ambayo unaimiliki wewe na ukajaza taarifa zako hapa, kama ambavyo nimeelekeza hapo nyuma. Na itafanya kazi the same, kama ambavyo nimeelekeza katika sheet iliyopita, lakini ukija pia kwenye half price na yenyewe ni hivyo hivyo. Uh, ukija kwa jato na yenyewe ni the same, lakini ukija kwa MKCB kwa maana ya Mkombozi na yenyewe ni hivyo hivyo. Sasa nitaweka tu namba ili tuje tuone kwenye summary hapa nini ambacho kimetokea? Tumeona hapa CRDB tuna milioni ishirini na sita na portfolio yetu inatuonyesha asilimia mia moja iko kwa CRDB. Kwa hiyo tutajaza na hao wengine ili tuweze tuweze kuona, tuseme tumenunua hapa vipande so, kumi na mbili tulinunua no, likweitisa

kila kipande tulinunua shilingi mia tano labda tuna hasara tano, labda tunaweka tuwe na hasara, tuna hasara ya asilimia arobaini na tisa lengo ni kuona vile ambavyo inafanya kazi uh, na hapa maendeleo ama Mkombozi huyu ni Mkombozi sote tumenunua so, uniti moja mia tano uh, price moja na mia tano uh, lfumbilinamatano ama elfu mbili na ambao hushuka kidogo. Kwa hiyo nivyo, hata elfu tatu ioaaribuni tunaenda uh, katika summary. Ukija kwenye summary tayari inakuonyesha vile ambavyo uwekezaji wetu umegawanyika. Tunaona asilimia sitini na nne iko na nane iko na TBL asilimia kumi na sita iko CRDB asilimia kumi na mbili iko na mkombozi ambayo ni milioni ishirini na moja lakini tukija hapa hawa wadogo wawili ajatu ambaye ana hasara lakini kuna asilimia sita ambaye huyu ni Afriprise na tukija hapa tunaona zile thamani zao na jumla hapa tunaona kiasi ambacho ambacho yeah. <point> Kimewekezwa nitaiweka kwa rangi kidogo, alafu alt to fill na red na black, alafu tu bold ongeze kidogo, then I bold, alafu expand ikanii okay pande ili tuweze kuwa tunaona hii namba vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio profit yetu, ama ndio thamani ya ule uwekezaji wetu wote. gaio huku hatuja beti kitu bado, lakini tukija pia hapa, unaweza tukaingiza manya au tunaichukua direct ile amount pale, tunakuja kuiweka hapa, unaingia kwenye financial asset hapa kwa, tukija hapa tunakuta hapa kwenye bonge hapa, hii kwenye hui hii kolamu tunamweka hapa, tunarefer sawa sawa na hapa kwenye summary hii hapa, then una press enter inakuwa imepick ile amount kutoka kule unileta hapo moja kwa moja. Kwa hiyo hii ndio namna ambavyo summary yetu inatumika na namna ambavyo inafanya kazi na kurahisishia kuweza kutunza kumbukumbu zako zote za kiuwekezaji katika, uh, katika peji moja na inakuwa rahisi kwako ku manage na kuweza kuona na kujua. Kwa kila wakati unavyokuwa unanunua hisa, unakuja unajaza hapa baada ya umezipata, unaweka tarehe, unaweka idadi, unaweka na bei, unaweka kiasi ambacho ulinunulia bei, hapa unaweka bei hapa unaweka idadi yenyewe, itafanya hizo hesabu zingine na itakupa data ambazo zimekamilika. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo nadhani iko sawa, then hii sasa itakuwa ni, ni kama ofa ama ni kama zawadi tu for free kabisa kwa wale ambao watafanikiwa kujoin ile masterclass yangu ambayo nafikiri nitaiachia ndani ya wiki ambayo inaanza Jumatatu, inaanza kwa maana tarehe tisa kuanzia tarehe tisa kuelekea tarehe kumi na tano pale nitakuwa tayari nimeshatoa utaratibu wa namna ya kujiunga. Na wale ambao watafanikiwa kujiunga tutakuwa na group ya WhatsApp, ambayo ile group tutakuwa tunafanya mentorship, tutakuwa tunaelekezana hapa na pale, lakini pia tutakuwa tuna challenge ya masuala ya kuwekeza kwa wale ambao watakuwa tunawekeza mwaka mzima na tunashikana mkono kwa mwaka mzima. Baada ya ule mwaka, nafikiri kila mmoja atakuwa sasa tayari a kuendelea na safari yake mwenyewe kwa sababu utaanza kupata mafunzo alafu utakuwa kwenye group ambayo utapata mentorship kwa hicho kipindi chote cha mwaka mzima na baada ya hapo tutakuwa tunaendelea kununua na kujuzana yanayoendelea sokoni kwa hicho kipindi chote lakini pia kwenye group utakuwa kuna hizo ofa ndogo ndogo na, uh, ile nafasi ya ku interact hapa na pale kusaidiana hapa na pale unapokuwa na changamoto, tunakuwa na community uh, yetu pale ambayo tutakuwa tunasaidiana, lakini pia ni template nitaishare pale kwa wale wote ambao watafanikiwa kuingia katika ile darasa, watakuwa pale na sitachukua watu wengi, na kuna fikiri watu kumi, lakini naona kama kumi ni wachache, at least ishirini. Kwa wale ishirini ndio tutakuwa nao, na tutafanya na hao ishirini peke yao. Sitaongeza hiyo idadi kwa sababu nataka niweze kumfikia kila mmoja. Tukiwa ishirini ni rahisi, kila mmoja akimuuliza kitu pale naweza kujibu, naweza tukasaidiana, ili tuweze kwa pamoja. Uh, tukiwa wengi sana kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo ni grup ambalo ni watu wachache, wale ambao wako serious. Kama hupo serious, hii sio sehemu yako. Unaweza ukajifunza tu kawaida then ukaendelea kuwekeza mwenyewe, lakini kwa wale ambao wako serious tutachukua watu ishirini peke yao ambao nitakuwa nao kwa mwaka mmoja.